Uh, nimekutana na na story moja eh. Nadhani mtakuwa mnafahamu jengo refu zaidi duniani mm. Ni ile la Dubai. <coughs> Burj Khalifa. eh, eh. Eh, sasa le, le jengo bana uh, ni watu nane tu ambao walishawahi kupanda mpaka kule juu kabisa mpaka mwisho kule kwenye peak. Eh, eh, sasa na le jengo lina, lina mita 828 yaani maana yake ni sawa, ni refu kuliko mlima Kilimanjaro. Yaani yes, yaani kasoro, kasoro mita 200 tu mm. kufikia kilomita moja <laughs> Sasa, imagine umbali wa kilomita moja eh, ama hizo mita 800 kwa kwenda juu mm. peke yake si ndio? Mm. Sasa huyu Dula anaweza kuelewa; yaani uchukue vipande vya mipira vingapi? <laughs> Vi 8 vijana <coughs> mpira zile, <coughs> hatua 100 100, zile zile nane, nane. Sa, mm. sasa uh, kupanda bana mpaka kule juu unalipa dola milioni moja mm. ili uweze kupanda huko oho. juu Sasa ni watu nane tu ambao walishawahi ku, kupanda mpaka kule juu. Mmoja wao anaitwa anaitwa uh, Tom Cruise Ujama, Tom Cruise unamjua eh, na, eh <coughs> alipanda mwaka 2010 eh <coughs> <coughs> <coughs> Tom Cruise, lakini mwingine ni jamaa mmoja anaitwa Sheikh Hamdan huyu mm. ni mtoto wa mfalme wa wa, wa Dubai, Dubai. Yes, alipanda mwaka 2018 huyu mm. jamaa, lakini kuna mwanadada pia ambaye ni flight attendant ama air hostess wa wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa makampuni ya Fly Emirates, yeye anaitwa Nicole Smith alipanda mwaka 2021 kule juu kabisa. Mwingine mm. ni Will Smith nadhani Will Smith, ah, wengi tunamjua. Huyu ni Marekani, ni actor na ni rapper pia, kwa hiyo mm. ni msanii. Yeye alipanda mwaka 2021. Mwingine bana, ni jamaa mmoja anaitwa Sam Sunderland, yeye mm. ni Uh, ni hawa waendesha pikipiki mm. kwenye mashindano eh, eh, ana asili ya Dubai mm. na Uingereza mm. eh, alipanda mwaka 2022. Mtu mwingine bana, kuna watu wanaitwa Alain Robert na Alexander Landot. Alain Robert yuu ni raia mmoja wa Ufaransa. E, wao walipanda mwaka elfu mbili na ishirini na tatu. mm. Awa jamaa awajamaa e, mtu wa mwisho anaitwa Mr Beast. Mr Beast huyu mm. ni Marekani e, lakini pia ni ni mm. Uwana, uwa zake, YouTuber kwa mm. maana huwa anafanya kwaneli zake kwenye mtandao wa YouTube ni Marekani yeye, alipanda mwaka elfu mbili na ishirini na nne. Kwa hiyo hata wewe pia ukipata dola milioni moja yako <laughs> unaweza kwenda kupanda Burj Khalifa mpaka kule. Utupitishe kwa haraka haraka, hiyo ni sawa sawa na shilingi ngapi za Kitanzania? Mtu ajikusanye ni kama bilioni 2.5. Leo hapo, leo hutoe bilioni mbili, tukapande hapo hapo. Unazungumzia bajeti ya oh. <laughs> timu <laughs> ambayo inashiriki ligi kuu Tanzania bara.